Ni fundisho gani mtu yeyote anaweza kunipa kuhusu maisha yangu, kuhusu nchi yangu, kuhusu watu wangu? Huo ni upumbavu kabisa. Hatuwezi kuendeshwa kwa misingi hiyo. Kama kuna mtu ambaye hajayapata ujumbe ambao tumewapa kwa miaka kadhaa iliyopita, basi tunasubiri kuona utakachofanya recent. Uh, na miezi michache iliyopita unaona dunia nzima ilikuwa ikiangalia. Mamluki walikuja kutoka Ulaya na wengine, wengine dada zetu na kaka zetu waliochanganyikiwa walituma silaha wapiganaji, uh, uh, walituma kila kitu kuunga mkono serikali ambayo inaua inaua watu wake ambayo inaunga mkono wauaji walioua watu wetu hapa. Watu milioni moja ndani ya siku mia moja waliuawa na washenzi hao hao, na wakati mwingine waliungwa mkono na watu hao hao ambao wanajaribu kutoa fundisho kwao. Walikuja wakakusanyika kwenye mpaka wetu sisi. Kama ninyi watu mngejua yale uh, yaliyokutwa yali pale Goma, Bukavu na maeneo mengine, mngeweza kuelewa, mngeelewa kwamba haikuwa kupigana na hicho kinachoitwa AFC M23. Ilikuwa ni Rwanda ndugu yangu, waulize kilichotokea kilichotokea wa, ilikuwa ni chembe tu ya kile ambacho tungeweza kufanya. Watu hao hao mmekuwa mkiwaona baada ya kuhakikisha kwamba hawawezi kutudhuru tena, na walinyosha mikono, tuliwapatia njia kupitia hapa kurudi makwao. Tuliwapa njia, tuliwapatia usalama, tulihakikisha wanarudi makwao, lakini wangeweza kuteketea kabisa kama wangejaribu kupigana. Hakuna swali kuhusu hilo. Ninasema hilo sasa hivi na kwa kesho, kama yeyote akijaribu mtaona. Sio kwamba najisifia, sio kwamba nafanya lolote, ni kwamba ninasema ukweli, na watu wote wakisikiliza. Kama una mawazo mengine, tuta tutajua cha kufanya.